Hapo ama namna gani? Haya, niko hapa pia na waziri wangu. Oya, oh, niko kwanza na mheshimiwa. Lakini mheshimiwa yeye ongea, wacha mheshimiwa wetu Susan na ongea. Amjambo eh, mbele uh, ni wapi huko? Okay. <laughs> Eh, kwa niaba ya watu wa Makueni na kwa niaba yangu kwanza, ningependa kushukuru His Excellency eh, William Samuel Ruto na timu yake kwa vile wamekuja huko kwetu, na tunasema mimi kama mbunge wa hapa, karibuni karibuni sana. Ya, ya pili, nawashukuru kwa ile mradi inaendelea hapa kwetu. Na kama vile senator amesema wakati tulikuwa hapo kwa field tutendengeneza a checklist President. Checklist yetu ya kwanza iko Dhoke Dam. Checklist ya pili iko Ukea Emali Road. Checklist ya tatu iko na hii affordable housing na market. Na hizo zote ukifanya sasa, tunaweza ongea. Checklist iko serious. <laughs> Lakini kabla ya hayo Wait, wait sasa, kwa kwa sababu kwa sababu, wacha tuongee, wacha tuongee uh, uh, tuongee. Lakini kuna jambo mbili tu pia ningependa president ujue katika hii constituency yangu ya Makueni, mimi ndio niko na the biggest constituency with 7 wards, 3 sub counties, 70 chiefs uh, uh, 30 chiefs 70 assistant chiefs. Last time niliongea na CS Mokomen nikamwambia, tukiangalia hii pesa ya CDF tunaona mambo ya security tuko stretched. Ningeomba rais in collaboration with the CS see how you will support us so that administration, watu wetu wa administration wakue na infrastructure favorable. Ya pili, hii haijaongelewa Atutaki tu hardware, tunataka software also. Ukiangalia katika employment list, watu wa Makueni tuko chini sana. Hata appointment in parastatos, tuko chini president. Kwa hivyo utu, ukitupatia hardware, tungependa utupatia software. Ile majina yote imekuja mbunge, naona munjaluo, mukikuyu, aa, mukamba ni wakatafuta. Sina umbaya. Hiyo sio tribalism. Ukitaka, ukitaka tukue ndani ndani. Tunataka kuona even in software inclusion. Yeah. Lastly, Honorable President. Unajua saa zingine tunaweza ongea uone kama unaleta watu pamoja. Mi am a social safeguard specialist. Na nasema hivi. Hii nyumba ni mzuri sana. Lakini ningeomba watu wa board wakati wanapanga waweke kitu inaitwa resettlement action plan. Kwa nini hizi uh, nyumba inakaa bila kujengwa? Kwa sababu mtula analetewa nyumba na unakuta ana pesa ya kuhamisha wananchi. Project inachukua kitu kama miezi so tatu bila implementation. So it's my honest opinion because this is my field. Watu wa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 Unajua, awadanganyi wa kamba eti kwa sababu hawajui. Kile wanafanya ni formula inaitwa political poverty strategy, ya kuambia watu wakae na maskini, ndio wakiona hao, waone hao ndio watu, ndio saviors, ndio watu wanaweza waokoa. Ndio wakasema tukae na principle hiyo ya political poverty strategy, kwa kikamba inaitwa vomwe na vayetwa na hii imetufanya tukuwe wajinga wa maendeleo, na sisi tunasema ya kwamba tunataka maendeleo kamindandie na chao na kila waite yeah. Tena maendeleo na this president amekuja akasema vololoe, na tunasema rais urudi tena na tena. Hawa watu hapa wamechoka na siasa duni, politics of poverty, we want change, na wewe ndio utaweza kubadilisha nchi yetu kwa haya mambo na mimi nitaendelea kukuunga mkono na kuambia asante kwa kunichagua kama waziri wako, na tutakuja hapa wote, tuendelee kuwapatia watu kazi, waende majuu wapate kazi, nchini Kenya ndio mbele iendelee kuwa sawa, na tuta, asante na Mungu awabariki Aya. Niko hapa na mwengi mtuse, wewe panda hapo, sema tu jambo Aya. Mumeona rais? Mumefurahi kuona rais? Rais mimi nataka niongee mambo mawili. Hapa tulipo wote ulichukua msichana wetu anaitwa Caroline Zilani ukamfanya commissioner wa Judicial Service Commission, yeye ndio anaandika majaji katika nchi yetu ya Kenya. Hapa tulipo wote ulichukua msichana wetu anaitwa Damaris ukamfanya director pale Kemri, Kenya Medical Research College, msichana amezaliwa hapa wote. Hapa wote tulipo ulichukua kijana wetu Dr. Andrew Mulo wa Mutava ukamfanya mkubwa wa NASCOP katika nchi ya Kenya, katika Ministry of Health, kutoka hapa wote hapa makueni tulipo, Mheshimiwa Rais, ulichukua kijana wetu anaitwa Fred Charles Muteti ukamfanya chairman wa Special Economic Zones Authority. Kwa hivyo, Rais, tunataka tukushukuru kwa sababu hawa ni watoto wetu wa hapa.